Hello bwana asifiwe, karibu tena katika kipindi cha leo. Swali ambalo tutaenda kuliangalia ni hili: kama Mungu ni mwenye huruma, kwa nini aliangamiza watu kipindi cha Nuhu? Kama Mungu ni Mungu mwenye haki na ni Mungu mwenye huruma, ni Mungu mwenye upendo, kwa nini aliangamiza watu katika? Kama nilivyotangulia kusema katika episode zilizopita ninajibu haya maswali ili kujaribu kufunulia kukupa mwangaza au kukupa kidogo uelewa kuhusiana na vile Mungu alivyo mkuu sana kuelewa na jinsi Mungu alivyo mwenye upendo katika maisha yetu. Najaribu kukufunulia kuhusiana na vile Mungu ambapo ni Mungu mwenye huruma nyingi katika maisha yetu. Katika kitabu cha Mwanzo ile sura sita, tunaona kile kizazi cha Adamu na Hawa kina kinaanza kuchafuka kinaanza kumuuzi Mungu kinaanza kuingiwa na uchafu, kwamba kila jambo ambalo walikuwa naliwaza katika hicho kizazi kilikuwa ni baya. Ni kizazi ambacho kilikuwa kimeingiwa na uovu, kimejawa na uovu kila kona. Maandiko nasema kwamba hata kile tu ambacho mtu alikuwa anajaribu kiwaza akilini mwake hapakuwa na neno zuri ndani yake, kwa maana kila kitu alichokuwa nakiwaza mtu bado kilikuwa ni kibaya. Katika hicho kipindi kwa maana yake ni uovu ulizidi kuongezeka zaidi katika nchi, ni uovu ambao ulizidi kukithiri katika nchi. Ndio maana Mungu akapendezwa zaidi na utakatifu wa Nuhu, akamwambia andaye safina kwa ajili ya kumwokoa yeye na familia yake, ili akiangamize kizazi kizima. Sasa naomba tuelewane hapa, Mungu alitoa grace period kwa watu hawa ambao walikuwa na uovu ambao ulikisiri katika kipindi cha Nuhu. Ukisoma ile sura ya sita mstari wa tatu utaona Mungu anatangaza grace period ya miaka mia moja ishirini ambapo Nuhu alipreach, Nuhu alitangaza habari njema kuwashawishi watu kwamba waache maovu lakini bado maovu yalizidi kukithiri katika nchi, bado maovu yalizidi kukithiri katika nchi. Ndio maana Mungu akawa anazidi kumwelekeza Noa, ya kwamba aiandae ile safina kwa ajili ya kwa sababu tu anaiangamiza dunia. Kitu cha msingi cha kuelewa ni cha unajua, kuna namna ili kitu kitibu, lazima ukiumize. Kuna namna ambavyo inabidi tuelewe sometimes, namna vile ambavyo Mungu anatenda mambo, kuna baraka zingine ambazo zinaumiza Sio kila barake inafurahisha kwa maana yake. Sasa kumbe, katika sayansi tunaelewa kwamba ile kansa au saratani ambapo inampata mtu ina ile ukawaida wa kuzidi kuenea katika mwili mzima na kumharibu na kumuua huyo mtu, kwa maana yake hivyo. Sasa wataalamu wakaja na njia ambayo ni very effective, wataalam wakajaribu kuwaza mbinu za namna ya kudhibiti hii kansa wengine wakafikiria, kwa mfano, kama mtu akiwa na kansa ya mguu, namna nzuri ya kumtibu huyu mtu kansa yake ni kuukata ule mguu, ili kansa isizidi kuenea katika maeneo mengine ya mwili, mwisho wa siku ikamuua mwili mzima. Kwa namna moja au nzuri ya kufanya au ya kuondoa saratani na msumbua mtu ni kuondoa kile kitu au kiungo ambacho kimekuwa kimeharibiwa na ile saratani, ili kisiendelee kuharibu sehemu nyingine kama mtu ana saratani ya jicho jicho inabidi liondolewe ili lisiendelee kusambaa sehemu za ubongo na sehemu zingine likaharibu mwili mzima. Kwa maana yake Mungu alichokifanya ndiyo matokeo yake hivi sasa. Mungu asingeangamiza wale wanadamu ambao walikuwa na maovu mabaya, hata tu katika kufikiri kwao hapakuwa na jambo jema, tusingekuwa na hii dunia ambayo tuko nayo leo Yaani, mimi na wewe tusingekuwa hivi, tusingekuwa tunamfahamu Mungu kwa level hii. Kwa maana yake Mungu sasa aliamua kuondoa hichi kizazi kilichooza, ili atengeneze kizazi kingine ambacho ndiyo mimi na wewe leo tunajivunia kwamba kuwa wana wa Mungu, tunajivunia kumjua Mungu kwa sababu tu ya kile kitu ambacho Mungu alikifanya. Kwa huruma za Mungu, kwa huruma za Mungu akaamua kukiangamiza kile kizazi ambacho kilikuwa ni kibovu, kibaya kiasi kwamba kingeruhusiwa kuendelea mpaka kufikia siku ya leo, tusingekuwa na knowledge ya Mungu hata kidogo. Wewe jaribu kufikiria tu kwamba wale watu wa kipindikili hata katika mawazo tu yani, hawakuwa na jambo jema hata moja kupitia mawazo yao. Kwa kila lilichokuwa na kiwaza ni kibaya siku zote. Kila kitu ambacho anajaribu kufikiria ni kibaya. Mungu akatoa grace period ya miaka 120. Nuhu anajaribu kuwatangazia, kujua kama labda wanaweza wakageuka. Still nothing kilichotokea. Hamna kilichotokea. Hamna kilichotokea, hawakubadili mawazo yao. Mungu akasema akis Mungu akasema akiangamiza hichi kizazi atengeneze utaratibu mwingine, atengeneze ajenge kizazi kingine cha Nuhu ambacho ni cha wenye haki, kizazi ambacho mimi na wewe sasa hivi tupo, kizazi ambacho mimi na wewe siku ya leo tunafurahia kuwepo mahali hapa kwa sababu ya kila ambacho kilitokea kipindi cha nyuma. Kwa hiyo unaweza kufikiri namna gani hekima ya Kimungu ilitumika mahali hapa kuweza kufanya hivyo. Wewe ungekuwa wewe na Yesu ungeamua kwamba tuwaache waendelee tu, lakini kufikia mpaka leo tusingekuwa na hii dunia ambayo tuko nayo leo.